Uh, mpenzi mtazamaji karibu sana katika uh, YouTube yetu ya Bosongo Chituka. Nakushukuru sana kwa maana umekuwa katika mstari wa mbele kusubscribe na pia kushiriki hii video na marafiki. Nakushukuru sana, nasidi kushiriki hii video ili tukaweze kuwa kama Bosongo Chituka. Kutoka makao yetu hapa Nairobi tunakushukuru sana kwa maana umesikua katika upande wetu, kwa kutu, uh, kwa kusimama pamoja nasi wa kutazama video zetu. Naomba kwamba usidi kushiriki video hizi, na leo tunataka tuzungumzie habari ambayo inaendelea kutrend hapa. Ndipo tunakupatia yale mambo ambayo yana trend sana na siku ya leo, kwamba vile kumekuwa na mambo ya kichacha hapa na pale katika inji yetu ya Kenya, na pia pale inji ya Tanzania. Inji jirani ya Tanzania, ni maneno yapi haya ambayo yamekuwa yakitrend? Samia Suluhu Hassan amekatalia kwamba waharakati kutoka nchi za nje wasiingilie maneno ya hiyo inji, kwamba wawache wafanye mambo yao, na hivyo hawataruhusu ruhusu mwaharakati wowote ama mwanaharakati mwana, mwana, mwana yeyote kuingia katika hiyo inji kuingilia maneno ama maswala ya hiyo inji. Leo tunamzungumzia hapa Oscar Sudi kutoka nchi ya Kenya. Tulimwona pale Mata Karua akiingia ile nchi ya Tanzania kwenda kumtetea e, mpinzani mkuu ambaye ametiwa baloni katika ile nchi ya Tanzania. Na sasa hawakuruhusiwa, ilibidi warejeshwe hapa nchini Kenya. Sasa leo Oscar Sudi amejitokeza na amesema kwamba kama watu wameshindwa na mambo ya nchi yao, wasiingilie mambo ya nchi za ama nchi jirani waende pale, e, kotini watetee wale wanyonge. Hayo ndio matamshi ya Oscar Sudi. Pia nitakuwekea hiyo video mwisho wa hii video, nitakuwekea hiyo video ya Oscar Sudi akizungumza. Pia katika ile nchi ya Tanzania imekiwa kutrend kwamba mtandao wa X wa polisi uliweza kuhakiwa na watu ambao wajulikani, na wakaweka habari kwamba wakaweka habari kuhusu afya yake e, Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Tanzania. Oscar Sudi amejitokeza siku ya leo, amesema kwamba ni vizuri sana. Oscar, e, Samia Suluhu Hassan amechukua hatua mzuri ya kufunga mitandao yote katika hiyo nchi ya Tanzania. Kile ambacho Oscar Sudi hajajua ni kwamba nchi ya Tanzania ilifunga mtandao pekee wa Twitter ambao unajulikana kwa sasa X. Haikufunga mtandao wa Facebook, haikufunga mtandao wa TikTok, haikufunga mtandao ya YouTube chizi ambavyo yeye mwenyewe anasema. Oscar Sudi mwenyewe amejikanganya, hachelewa si hajui mambo yalivyo. Hey, nimeona asubuhi Twitter, TikTok, Facebook, maredio Mpezi <laughs> siji, mtazamaji wewe ndio mwenyewe utatoa mwelekeo, eh, na utatoa maoni yako kuhusu matamshi yake Oscar Sudi. Kufikia hapo mpezi mtazamaji takuachia video yake Oscar Sudi hapo, sidi kusubscribe, sidi kushare na waca. Mungu akubariki sana Hii kimbelembele yetu hii msipeleke kwa nchi nyingine. Mwanafunzi. Kwanza ningekuwa Mama Suluhu, ningeweka hapo boko mbili mbili. Siku mbili. Kama dawa ndio arudi nyumbani ukiwa na heshima. Hii kimbelembele yetu ya Kenya na freedom na demokrasia tuko naye. Fanyeni tu hapa, na ile mzidani msipeleke hapa kwingine hapa nje. So, hii kelele yote mnapiga. Kwanza watu wale wao ni mtu kwa sababu ni marafiki yetu ya kwa tu hawatujui, hiyo ujuaji mko naye sasa. Mnajifanya tumtaka kwenda kufanya kesi Tanzania, eh, si umemaliza kesi kwa hapa hii makoti yetu hapa, tumsaidie eh, eh, watu wenye wajuizi wamezama huko kwa mapiso wamezama huko, wame, kuna mtu anafanyia kesi huko kotini hapa, so mjitolee kufanya free eh? Hii e, kibelembele hii muache pale na mu eh. I wish mgomnajua demokrasia yetu, yani uko na demokrasia uko na freedom kila ya kila kitu, lakini msipeleke kwa njia wenyewe hii hii ya hii akenya tu hapa tu hapa Kenya, kama nija mama Suluhu. Lakini mama Suluhu, chonjwa kabisa, make sure wamekula marago, wajue hii ujuaji ya Kenya sipeleka kwa njia nyingine